Asante sana, labda nianze tu kwa kusema mimi naitwa Francis Stola, ni wakili wa kujitegemea e, niko hapa Dar es Salaam. Napenda kushukuru e, Wakili TV kwa kunialika kuweza kujaribu kuchanganua e, hii misimamo ambayo imejitokeza. Tumetazama na kusikia mitazamo miwili tofauti kwa mfano upande wa upinzani hasa hasa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, wao wana kauli mbiu inayosema kama hakuna maboresho ya mfumo wa katiba na sheria, basi uchaguzi huu unaotarajiwa kufanyika usifanyike. Na ukitazama sana msimamo huo una vipengele viwili, moja, uh, ni wahusika kutoshiriki katika uchaguzi huo, lakini pili, kuzuia uchaguzi huo usifanyike, kwa sababu kunakuwa hakuna maboresho ya katiba na sheria ambayo wenye msimamo huo wanaona hakuna mazingira ya, ya uhuru na haki katika uchaguzi ambao unatarajiwa kufanyika. Lakini kwa upande mwingine, tumeona mtazamo na msimamo wa Chama cha Mapinduzi ambacho ndio chama tawala. Kwamba uchaguzi huo utafanyika kwa mujibu wa katiba na sheria za nchi, na kwa mujibu wa msemaji wa Chama cha Mapinduzi eh, Mheshimiwa Amos Makala tumemsikia akisema kama hizo ni maboresho tayari yalishafanyika. Kwa hiyo hizo ni hiyo ni misimamo miwili ambayo ina, inatofautiana. Labda niingie hapo katika ngazi ya vyama kabla hatujaanza kuzungumza kuhusu serikali au vyombo vya dola tuingie tu katika ngazi ya vyama, kwamba hapa tunaona kuna msimamo wa Chadema, hakuna maboresho, hakuna uchaguzi, na hapa kuna msimamo wa Chama cha Mapinduzi kwamba maboresho yameshafanywa na uchaguzi utafanyika. Sasa labda niseme tu hapa kwamba na eh, hivi ni vyama vya vya siasa ambavyo kila chama kina sera zake, na niseme tu kwamba hii kauli ya no reform, no elections ni msimamo wa chama cha siasa, na chama cha siasa ni mtu, kwa maana ni mtu, ni taasisi ambayo kisheria ni mtu. Kwa hiyo na yenyewe ina uhuru wa kutoa maoni yake kwa mujibu wa ibara ya 18 ya Katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977, kama ilivyorekebishwa mara kwa mara. Na Chama cha Mapinduzi pia kama chama na chenyewe kinao uhuru wa kutoa maoni yake vile vile. Sasa sisi hapa tunajikita zaidi kwenye msimamo wa kikatiba na sheria. Tunajua kwamba kipengele cha uchaguzi kinaratibiwa na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na sheria zilizotungwa na Bunge, na katiba inasema lazima kuwe na, katika nchi yetu ya kidemokrasia, kuwe na, na chaguzi za mara kwa mara, na kwa mujibu wa katiba ze, katiba yetu uchaguzi unafanywa kila baada ya miaka mitano. Huo ndo utamaduni ulioko kwenye katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na labda niseme kwamba tunapozungumza kuhusu uchaguzi, tunazungumza mchakato kuanzia wakati wa kuandikisha wapiga kura mpaka siku ya kupiga kura na kutangazwa mshindi. Huo ni mchakato. Sasa hapa katikati kuna taasisi mbalimbali ambazo zinatumika. Moja ni tume ya uchaguzi ambayo ndio hasa imepewa mamlaka ya kikatiba ya kusimamia uchaguzi pamoja na taasisi nyingine ambazo zinahusika, e, kama e, wakurugenzi wale wasimamizi wa uchaguzi, mawakala, au wapiga kura wenyewe. Kwa hiyo ni mchakato ambao unahusisha watu mbalimbali mbali. Sasa labda tuje tu, tu, tuone kupiga kura ni haki ya mtu kila mtu mmojawapo, kila mtu ana haki ya kupiga kura. Vinavyopiga kura sio vyama vya siasa, ila wanachama wa vyama vya siasa wana haki mmoja mmoja kupiga kura, na watu wasio wanachama pia wana haki ya kupiga kura. Sasa hii haki ya kupiga kura inatoka wapi? Hapa ninayo katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo, ukisoma ibara ya tano, ndiyo inazungumza kuhusu haki ya kupiga kura ya mtu mmoja mmoja. Sasa hii ibara inasema, kila raia wa Tanzania aliyetimiza umri wa miaka kumi na minane anayo haki ya kupiga kura katika uchaguzi unaofanywa Tanzania. Kwa hiyo hapo imempa mtu haki ya kupiga kura na masharti ya nani anafaa kupiga kura, yaani anastahili kupiga kura. Lakini kuna kipengele, ibara ya tano, ibara ndogo ya pili ambayo inasema bunge laweza kutunga sheria na kuweka masharti yanayoweza kuzuia raia asitumie haki ya kupiga kura kutokana na yoyote kati ya sababu zifuatazo. Sasa katiba imezitaja e, sababu ambazo mtu anaweza kuzuiwa, kuzuiwa kutumia haki yake ya kupiga kura ziko nne, labda nizitaje tu kwa uwazi kwa, kwa ya kwanza ni kuwa na uraia wa nchi nyingine. Kwa hiyo mtu ambaye ana uraia wa nchi nyingine bunge laweza kutunga sheria kwamba huyu mtu asitumie haki ya kupiga kura kwa sababu sio raia wa Tanzania. B, kuwa na ugonjwa wa akili. Sasa swala kuwa na ugonjwa wa akili, bunge laweza kutunga sheria kwamba mtu ambaye hana akili timamu, yani ana ugonjwa wa akili hawezi kupiga kura, na sasa sheria ndio itafafanua zaidi kwamba ni namna gani huyu mtu ambaye anasemekana kuwa na ugonjwa wa akili amefahamika hivyo, labda kuna madaktari wasiopungua ngapi watakuwa wamethibitisha kwamba ana ugonjwa wa akili lakini sababu hiyo itamzuia huyu mtu kutopiga kura. Sababu ya tatu ni kutiwa hatiani kwa makosa fulani, sasa sheria ya jinai. Sasa sheria ndio itakayofafanua ni makosa gani hayo ya jinai ambayo mtu akiyatenda basi hatakuwa na haki ya kupiga kura. Nne ni kukosa au kushindwa kuthibitisha au kutoa kitambulisho cha umri uraia au uandikishwaji kama mpiga kura. Unapokwenda kupiga kura, lazima una kitambulisho cha mpiga kura. Sasa ukienda tu hivi hivi, umekiacha jumbani, unaweza kuzuiwa kupiga kura. Sasa hivi ndio vigezo vinne ambavyo vinaweza kufanya mtu asitumie haki yake ya kupiga kura. Sasa kinachofuata, ibara hiyo inasema hivi, nafikiri na hapa ndio mahala pa muhimu sana kwa watu kufahamu kwamba mbali na sababu hizo, hakuna sababu nyingine yoyote inayoweza kumzuia raia asitumie haki ya kupiga kura. Kwa hiyo kama tunavyojua, tunapokwenda kwenye uchaguzi, vinavyojiandikisha kwenye, anayejiandikisha kwenye daftari la kudumu la kupiga kura sio chama cha siasa wala sio taasisi nyingine, ila ni mwananchi mwenye vigezo vinavyotambulika na sheria, na hapa tu tumeona umri sio chini ya miaka kumi na nane na pia awe ni raia wa Tanzania. Sasa kuna vigezo vingine sasa ambavyo vitawekwa huko, lakini katiba imekwisha sema. Kwa maana hiyo kama ni mtu mmoja mmoja ndio ana haki ya kupiga kura, maana yake ni kwamba taasisi haiwezi kumkataza mtu kutumia haki yake ya kupiga kura. Kwa mtu asipoenda kupiga kura, ni yeye mtu binafsi ndio hajapiga kura, lakini sio kwamba amekatazwa. Kwa hiyo katiba inasema mbali na sababu hizo zinazoweza kumzuia mtu kupiga kura, lakini hakuna sababu nyingine yoyote. Kwa maana hiyo, tamko la kisiasa la kusema kwamba e, kama hakuna maboresho ya kikatiba kuhusiana na uchaguzi na sheria kuhusiana na uchaguzi, basi hakuna uchaguzi. Hiyo sio sababu iliyotajwa katika ibara ya tano ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoweza kuzuia mtu au watu wasiende kupiga kura. Na kitu kingine ambacho ningependa kuki tukisisitiza kwa kuwa swala la uchaguzi ni la kikatiba kama nilivyosema hapo awali, na pia ni la kisheria. Katiba hii hii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasema kila mtu ana wajibu wa kufuata na kutii katiba hii na sheria za Jamhuri ya Muungano. Kila mtu ana wajibu wa kufuata na kutii katiba hii na sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa maana hiyo kila raia ambaye ni Mtanzania ana wajibu wa kuitii katiba hii. Sasa kama katiba hii inasema kuna chaguzi zitafanyika mara kwa mara na sisi tunafanya chaguzi, uchaguzi mkuu kila baada ya miaka mitano, maana yake ni sharti la katiba na kila mwananchi anatakiwa kujua na kutii, na sio sheria na sio katiba tu hii, pamoja na sheria zinazotungwa na Bunge, miongoni mwa sheria hizo ni pamoja na sheria ya uchaguzi, sheria ya uchaguzi ya taifa. Na tunajua hivi karibuni e, ile sheria imeweka taasisi ambayo ndio inasimamia uchaguzi ambayo ni, ni Tume ya Taifa ya Uchaguzi na jina lake lime limebadilika sasa hivi tunaita ni Tume Huru ya Uchaguzi ya Taifa, yaani Independent National Electoral Commission. sasa Sheria hiyo ya uchaguzi ni miongoni mwa sheria ambazo kila mwananchi anapaswa kujua na kufuata. Na pia niseme swala la maboresho ya mfumo wa sheria ikiwa ni pamoja na katiba ili halibishaniwi kwa sababu wote ni mashuhuda kwamba mwaka tangu katiba hii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imetungwa imekuwa ikiboreshwa mara kwa mara. Maboresho makubwa tumeyaona mwaka 84 ambapo ile orodha ya haki za binadamu iliingizwa kwenye katiba. Hayo ni maboresho. Mwaka wa tisini na mbili wakati tume nchi yetu imeingia kwenye mfumo mfumo wa vyama vingi, katiba pia imeboreshwa kuweka mfumo wa kuruhusu mfumo wa vyama vingi. Mwaka elfu mbili na kumi na moja tulianza mchakato wa kupata katiba mpya kwa kutunga sheria ya mapitio ya katiba, na mpaka tume ya Warioba ikafanya kazi yake, bunge la katiba likakaa, mpaka tukapata katiba pendekezwa. So yote hayo ni maboresho. Ambayo hakuna mtu anayepinga kwamba hayapasi kuwepo. Lakini je, kabla hatujafikia kwenye yani hatua labda ya mwisho tena sio ya mwisho yani hatua ambayo imekubalika ya maboresho. Sasa hivi hatuna mfumo wa sheria? Jibu ni kwamba tunao mfumo wa, wa sheria kwa sababu tuna katiba ya Jamhuri ya Muungano. Ipo. Na tuna sheria mbalimbali ikiwa ni pamoja na sheria ya uchaguzi na kama tulivyoona hapo awali kila mwananchi ana wajibu wa kuijua na kuitii katiba na sheria za nchi. Kwa hiyo, kwa maana nyingine, kila mwananchi ana wajibu wa kuitii katiba na sheria na kanuni zinazoshughulika na mambo ya uchaguzi. Labda mwishoni kwenye hili niseme tu kwamba kama itaonekana kwamba ni lazima sana, watu wanasisitiza, kila upande unasisitiza msimamo kwamba kama hakuna maboresho basi uchaguzi usifanyike. Wale wanaosimamia uchaguzi wameapa, wameapa, kila mmoja ameapa kwamba atailinda katiba na sheria za nchi. Sasa wale walioapa hawawezi kuacha kutekeleza viapo vyao. Maana yake kama uchaguzi unatakiwa kufanyika e, e, mwishoni e, mwa, mwa mwaka huu mwezi wa, wa, wa, wa, wa kumi walioapa watatimiza ule wajibu wa kutekeleza sheria ya kufanyika kwa uchaguzi. Sasa kama kuna upande unaosema ah ah uchaguzi huu hauposti kufanywa kwa sababu hakuna maboresho ya katiba na sheria, taasisi ya mwisho inayoweza kutupa sasa tafsiri ya kitu gani kifanyike huwa ni mahakama, kwamba mtu anayeona kwamba e, e, katiba imevunjwa na bahati nzuri, ibara ya ishirini na sita hiyo hiyo inazungumza kwamba mtu anayo haki ya kwenda mahakamani kwenda kulalamika kwamba katiba imevunjwa sasa kama katiba hii hii ndio tunayosema kwamba inatakiwa ifanyiwe marekebisho kitu ambacho ni cha kweli sasa unatumia katiba hii hii kwenda kusema katiba imevunjwa sasa katiba itakuwa imevunjwa wapi labda nisome hiki kipengele ibara ya ishirini na sita ibara ndogo ya pili kila mtu ana haki kwa kufuata utaratibu uliowekwa na sheria kuchukua hatua za kisheria kuhakikisha hifadhi ya katiba na sheria za nchi. Kwa hiyo unapokwenda mahakamani unakwenda kuhakikisha kwamba katiba hii inahifadhiwa, haivunjwi. Kwa hiyo ukifika mahakamani watakuuliza kwamba ehe, tuambie sasa, kwa uchaguzi huu kufanyika kufanyika, katiba imevunjwa, imevunjwa wapi? Kwa uchaguzi huu kufanyika, uchaguzi huu sheria ya uchaguzi imevunjwa wapi? Sasa unachokwenda mahakamani ni kusema ni kuitetea katiba hii, hii ambayo unasema ifanyiwe marekebisho. Ndio maana nazungumza mwishoni kwamba katiba pia inasema kila mtu ana haki ya kutoa maoni yake, hakatazwi. Kwa hiyo mimi naamini kwamba eh, wale wanaosema kwamba no reform no election wana haki kabisa ya kikatiba ya kusema hivyo chini ya ibara ya 18. na lakini na wale waliopewa mamlaka ya kutekeleza kwa mujibu wa sheria na katiba na wenyewe wana wajibu wa kutekeleza katiba na sheria kama inavyotaka kulingana na viapo vyao. Ah, ni kweli kwamba ukiitazama katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ime hasa hasa ibara ya nane inazungumza kwamba na labda ni isome kwa ajili ya ufasaha. Ibara ya nane iko kwenye sura ya kwanza sehemu ya pili ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977. Na labda kwa, kwa, kwa ufasaha ni isome ibara ya nane, ibara ndogo ya kwanza inasema hivi, ninanukuu: Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nchi inayofuata misingi ya demokrasia na haki ya kijamii na kwa hiyo a, wananchi ndio msingi wa mamlaka yote, na serikali itapata madaraka na mamlaka yake yote kutoka kwa wananchi kwa mujibu wa katiba hii. Kwa hiyo hapa tunaona kabisa kwamba kweli wananchi ndio msingi wa mamlaka yote, na serikali itapata madaraka na mamlaka yote kutoka kwa wananchi. Sasa hii haki inatumikaje hii hii haki inatumikaje? Kama nilivyosema, hii haki au msimamo huu wa kikatiba uko kwenye sura ya kwanza, sehemu ya pili ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa ukisoma ibara ya saba, ibara ndogo ya pili, inasema hivi: masharti ya sehemu hii ya sura hii, ambapo ibara ya nane ipo, masharti ya sehemu hii ya sura hii hayatatiliwa nguvu ya kisheria na mahakama yoyote. Mahakama yoyote nchini haitakuwa na uwezo wa kuamua juu ya swala kama kutenda au kukosa kutenda jambo kwa mtu au mahakama yoyote, au kama sheria au hukumu yoyote inaambatana na masharti ya sehemu hii ya sura hii, mwisho wa kunukuu. Sasa hii haki, ili tamko la kwamba wananchi ndio msingi wa mamlaka yote Katiba hiyo hiyo ibara ya saba ndogo ya pili inasema kwamba likikiukwa hili huwezi kulipeleka mahakamani au kipeleka mahakamani hii kesi yako inafutwa, kwa mahakama kusema hatuna mamlaka ya kuhukumu juu ya kipengele hiki, kwamba wananchi ndio msingi wa mamlaka ya serikali. Sasa tunapozungumza kuhusu haki, haki ina sifa, ina sifa tatu. Kwanza, lazima ka haki itamkwe Pili, lazima haki iweze kutekelezeka. Tatu, mtu a-aki- aki-aki asipotekeleza haki ile, anaweza kupelekwa mahakamani na mahakama ikaamuru haki ile itekelezwe. Sasa, hii haki iliyowekwa kwenye ibara ya nane na mahususi ibara nane ibara ya nane ibara ndogo ya kwanza a inayosema wananchi ndio msingi wa mamlaka yote, haiwezi kupelekwa mahakamani. Kwa mfano ikitokea taasisi fulani wakasema aa, hiyo hoja yenu haina maana na wala hatuifuati. Ukifungua shauri mahakamani, siku ya kwanza tu jaji atauliza kwamba hivi mahakama hii ina mamlaka ya kutafsiri hicho kifungu na kukupa haki. Mahakama itakachosema tunafuta kesi, tunafuta kesi hii kwa sababu mahakama haina mamlaka. Kwa hiyo hii haki haiwezi huwezi kuenda kuipeleka mahakamani ukapewa kama umekiukiwa. Kwa pamoja na hayo, nafikiri ndiyo baadhi ya watu wana uhuru wa kutoa maoni na kusema kwamba miongoni mwa maboresho ambayo yatakayofanywa kwenye katiba ni pamoja na kifungu kama hiki. Lakini kwa leo tunazungumza, tunaposema katiba ni hii ambayo msimamo wake ndio huo, kwamba kwamba hii hii kauli ambayo ni msimamo mzuri sana kwa kusikia, lakini hauwezi kwenda mahakamani kwenda kuutetea, utabaki tu hivyo hivyo. Nizungumze sasa hapa kuhusu kitu kinaitwa nguvu ya umma. Kwanza, umma maana yake ni mkusanyiko wa watu, mmoja mmoja ndio unafanya umma, na mimi naugawanya umma katika makundi matatu. Kundi la kwanza ni kundi la umma ambao ni chama tawala na wanachama wake fu kuna umma wa vyama vya upinzani na wanachama wao, lakini kuna umma wa watu ambao wao sio wanachama wa chama tawala wala chama cha mapinduzi kwa mfano, na wala sio wanachama wa vyama vya upinzani wenyewe. Wapo tu, ni wananchi kawaida, hawana vyama, kwa sababu katiba inaruhusu kila mmoja na uhuru wa kujiunga na chama au kutojiunga na chama cha siasa. Ndo makundi matatu hayo. Mimi nimeyagawanya nime, nime kwa ajili ya kurahisisha huu mjadala mfupi. Sasa tunazungumza kuhusu nguvu ya umma. Sasa yawezekana tukizungumza juu ya umma wa chama tawala, wenyewe wana msimamo wao wa umma, umma wa vyama vya upinzani na wao wana msimamo wao wa umma, na kuna watu wasio na vyama, na pia wanaweza wakaamua waunge mkono huku au waunge mkono kule, lakini wote hao ni umma. Sasa baada ya kusema hayo, nirudie kusema kwamba tunapozungumza kuhusu umma ni mkusanyiko wa mtu mmoja mmoja, ni watu mmoja mmoja wamekusanyika kufanya umma. Sasa katiba inasema nini? Kama tulivyosema hapo awali, ni kwamba ibara ya ishirini na sita ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasema kila mtu anapaswa kujua katiba na sheria na kutii katiba na sheria. Maana yake huo umma wote unapaswa kutii katiba na sheria za nchi. Sasa kutotii katiba na sheria, maana yake tunakwenda kinyume na, na, na ile dhana ya kwamba Tanzania ni nchi ya kidemokrasia, kwa sababu nchi ya kidemokrasia ni ile ambayo inafuata kanuni ya kikatiba inaitwa utawala wa sheria. Utawala wa sheria maana yake kila jambo linalofanywa lifanywe kwa mujibu wa kile kilichotamkwa na sheria. Sasa kama umma, ni ule umma unaobanwa na ibara ya 26, maana yake watawaacha watu wenye dhamana, walioapa kutekeleza majukumu yao wafanye yale majukumu yao. Kwa mfano, kama ni rais wa nchi atalinda katiba. Kama ni tume ya uchaguzi ita, ita, ita, italinda katiba na sheria ya uchaguzi, na wananchi watashiriki katika kuchaguliwa au kuchagua. Sasa kufanya nje ya hapo maana yake tunakwenda nje ya katiba na tunakwenda nje ya sheria na jamii, ikitokea kwamba inafanya kazi na ikaruhusiwa kufanya matendo yoyote nje ya katiba, hapo tunakuwa tunakwenda kinyume na swala zima la demokrasia na utawala wa sheria. Kwa hiyo wito wangu mimi ni kwamba tunapaswa kutii, kwa sababu hakuna hakuna ombwe, yaani hakuna vacuum. Mpaka leo tunavyozungumza, kwa sababu tunasema labda maboresho E, hayajafanyika kwa kiwango ambacho mtu fulani anadhani, lakini katiba tunayo sheria tunazo, kwa hiyo tunatakiwa kutekeleza katiba na sheria kwa sasa ambavyo inasema, kwa sababu kwende kinyume utakuwa ni ukiukaji sasa wa katiba na sheria. Na sisi tumesema, ukisoma hii katiba maneno yake ya kwenye utangulizi inasema sisi wananchi wa Tanzania, sisi wananchi wa Tanzania. Maana yake hii katiba ni tamko letu sisi wananchi ni tamko letu sisi, tuno, tuno, sisi ambao ni umma ndio tamko letu sasa. Kama hili ni tamko letu, maana yake lazima tulifuate katika nchi hii ya kidemokrasia. Sasa kama kila mmoja atafanya tofauti, maana yake itakuwa ni vurugu sasa hivi na maisha yetu hayatatabirika. Na sababu mojawapo ya kuwepo katiba na sheria ni kuyafanya maisha yaweze kutabirika, na ndio maana tunajua kwamba kila ikipita miaka mitano tunajua tuna uchaguzi, ikipita muda fulani unajua tuna uchaguzi. Sasa ule uchaguzi ni kitu ambacho tunakijua kulingana na makubaliano tuliyojiwekea wenyewe kwenye katiba ya nchi, na kama kuna hitajio la kufanya maboresho basi tufuate utaratibu wa kawaida kama ambao tumeufuata kuanzia katiba hii ilivyo. Tangu tumepata uhuru, tulikuwa na katiba ile ya uhuru, tukawa katiba ile ya jamhuri, tukaingia katiba wakati wa muungano, tukapata katiba ya mpito interim constitution ikatupeleka kwenye katiba hii mwaka 1977. Hayo yote ni maboresho na yamekuwa yakifanywa kwa, kwa kwa amani. Na hata hiyo kama nilivyosema hapo awali, 2011 tulianzisha mchakato wa kupata katiba mpya, tumekuwa tukifanya kwa amani, sheria ikatungwa, tume ikateuliwa, bunge la katiba likakaa, likajadili mpaka tukapata katiba pendekezo, na labda niseme tu kwa maoni yangu mimi kwamba marekebisho ya katiba au kupata katiba mpya si hatulengi jambo moja. Kwa mfano, sasa hivi naona kama tunalenga kwenye uchaguzi mkuu tu, lakini katiba ina mambo mengi zaidi ya uchaguzi. Katiba ina mambo mengi, kwa mfano, mfumo wa utendaji haki ni jambo ambalo linahitaji maboresho. Mambo ya haki za binadamu ni jambo ambalo linahitaji maboresho. Mambo ya mpangilio wa kitaasisi, serikali bunge na mahakama ni jambo ambalo linahitaji maboresho. Sasa inaonekana kwamba tuna tunabonyeza tuna tuna na kusisitiza maboresho kwa ajili ya uchaguzi tu wa Oktoba 2025, lakini maoni yangu mimi tulipaswa eh, marekebisho ya katiba au kupata katiba mpya tulenge kwenye kurekebisha katiba yote na vipengele vyote na mimi nafananisha katiba sawasawa na mua, si ule una pingili pingili, e? Sasa hapa tuna kapingili kamoja tu ka uchaguzi, kuna kapingili kingine ka utendaji haki, kuna kapingili ka, ka kingine ka haki za binadamu. Sasa turekebishe pingili zote za katiba, tusilenge tu kwamba tukishafanya reform ya uchaguzi halafu maeneo mengine ya katiba tuye suspend. Hapana, kwa nafikiri eh, kwa sababu katiba tulionayo ndio hii nilikuwa nafikiri tunao wajibu wa kuitii kuielewa na kuitii na kufanya uchaguzi kwa haki kama ambavyo tunataraji kuwa, ingawa kuna mambo machache ambayo yanaweza yakafanywa, ambayo ni ya marekebisho ya matendo. Unajua, kuna kurekebisha sheria, lakini kuna kurekebisha matendo, ili practice. Hayo hayahitaji kukaa na kujadili. Kwa mfano tunasema eh, mtu amegombea lakini, katika kuandika jina amekosea. Sasa tuweze tukawekeana tu hiyo hata kesho na kesho kutwa niweze ikarekebishwa, kwa sababu ni katika ngazi ya kanuni, kwamba jamani, mtu akikosea baada ya kumfuta eh, arekebishe tu jina lake tuendelee. Nadhani huko kwingine kwenye mifumo ya mahakama ndivyo tunavyofanya, kwamba nyaraka zetu hizi kama ukizikosea unarekebisha afu unaendelea, ili haki ya msingi iweze kutendeka. Na sisi haki ya msingi ni ili mtu aweze kupigiwa kura, zihesabiwe na atangazwe kama ameshinda au hajashinda. Kwa elimu hizi na mengine mengi, usisahau kutembelea katika kurasa zetu za Facebook, Twitter, Instagram pamoja na YouTube.